Kwa Ma majina, naitwa Elizabeth Constantino, ni mama wa jirani wa marehemu Mary Justin Tarimo. Asubuhi majira ya saa mbili kama na dakika 24 hivi leo, baba mwenye nyumba aliniita nikiwa nyumbani kwangu naosha vyombo, kaniambia mama Justine, njoo kuna tatizo hapa. Silielewi rafika, kaniambia njoo ingia ndani umuone mama. Mama Baraka kitu alichonifanyia, kaniambia, mama Baraka akakufanyia nini? Ona, mimi nakuona huko, sawa Akaniambia twende twende ingia ndani. Tu nikaingia chumbani. Nikamkuta dada huyu ameninginia kwenye kamba ya njano. Manila zile manila zile ngumu. Ameninginia lakini amepiga goti moja. Nikamwambia mbona huyu mtu namna gani? Ni nini? Akanambia nimerudi kutoka kwenye barabarani kule wanapofanyia shughuli. Nakuta mambo ndio haya. Hebu nisaidie. Niliona giza kwa kweli pale mbele yangu. Nikamwambia sijaona vizuri, nikatoka nje Nikarudi ndani, nikamulika tochi yangu, kana kwamba vile nione mwanga kule ndani. Kumulika ni yule dada ameninginia. Nikazunguka na mbele kwenye uso wake, ili nimuone, je ni kweli. Nikamwambia, mtu ameshakufa tayari, tatizo ni nini, mmegombana? Akaniambia hapana, na amekuja jana kutoka Moshi kwao, alienda kwenye Christmas. Jana ndio amekuja. Kinachofuata nikamwambia, sasa natakuwa kufunga roho, limetokea, limetokea. Tukiite kwanza uongozi, asubuhi alikuwa mzima kwa sababu alishaa, mwanaume alishaanza kupeleka vifaa barabarani wanakofanyia biashara. Mwanaume anabeba vitu na pikipiki, meza, mazagazaga yote anapeleka kule. Mwanamke naye anafuata, ndo kukoka moto na kupika kule. Anafanyia biashara zake ndogo ndogo pale barabarani. Tena huyu dada ni mtu wa imani vibaya sana. Hujaenda jumuiya anakuamsha hata kwenye simu, twende jumuiya. Anakuita, leo vipi? Mbona hujaenda kanisani? Anambia bwana, leo nilipitiwa na usingizi. Nimesemaje huko, na nini anakuambia kuna hiki na hiki na ni mwenyekiti wa jumuia, ni mtu mwenye imani yake, si ah, mtu asiyekuwa na shida. Kwanza ana upendo na kila mtu, huja kusikia hata kigombana na huko mtaani. Kwenye shughuli za watu, kuna msiba, kuna harusi, ni wote tuko naye kwenye jumuia, michango mbele. Ana shida utushangaza sana leo, ni tukio la ajabu kwa majina. Anaitwa Christina Thomas. Hmm, so, ni mkazi wa hapa, huyu ni jirani yangu ambaye niko naye kwa muda mrefu sasa. Alipoenda kumuita jirani, kufika akamwambia, hu njo uone macho wangu, kitu alichokifanya sijui ni nini, maana mbona kama amejinyonga. Ndo kufika huko jirani huyo akapiga kelele, na si ndo tukajitokeza kwenye hili tukio. Kwa hiyo, kwa kweli tumeshangaa kwa sababu ni tunajua ni watu ambao wanapambana, wana umoja, wanapendana, hatukuwahi kusikia tofauti zozote ambazo zipo kati yao. Majina kamili Amandi Simon, sholi kwa kitongoji cha Sau. Nikakuta nafika nyumbani wu, wanjani, a mke wangu anakimbia. Unaenda unakimbia naenda wapi? Naenda kunitokea hapo kwa jirani. Wapi? Kwa mastanle. Nini kimetokea? Asikia niminyongaa. Ah, ee.